Malaikum, jamani, kwanza asante Alia, kwa kuni bloki kwenye TikTok kwa kuni bloki WhatsApp kwa kuni bloki Instagram; mitandao yote ume ni bloki, lakini mimi na watu na watu hao ndo watakuja kukufikishia wewe salamu. Siku zote unaambiwa sikio halizidi kichwa, na ukweli unapodhihirika, basi uongo wote leo na ujanja ujanja huwa unajificha. Alia, nataka pesa zangu nataka pesa zangu, na kesi ishapelekwa kituoni na imejulikana kwamba wewe na wazee wako ndo mliochangia kunitapeli mimi. Ushanifahamu, ili baadaye nkija kuleta posa nye mukatae, na pesa mwe mshazichukua sawa. Mimi kwetu sisi nahenyeka huku na huku, sijapeleka pesa kama nilizokupa wewe. Ushanifahamu, nimekupa pesa nyingi Watu wanasema msamehe hivi na hivi hivi na hivi. Nimekupa laki mbili, nimekupa pesa nyingine hata siziazisema hapo. Nimekununulia buibui vitu vyangu vyote, na vitaka alia, nakwambia nitakula na wewe sahani ya mwisho. Ushanifahamu, kwa sababu hii kesi mimi sitoizembea, na kesi shaenda kituoni. Ushanifahamu, muda wote mnakuja kuchukuliwa hapo, pesa muzitoe, hii kesi ili msamaha utoke, pesa muzirejeshe, munigie pesa yangu. Na Ramadhani nilikuwa nimekaa kimya. Ramadhani yote nimekaa kimya na watu wakawa wanajiuliza iko wapi huyu, hivi na hivi, lakini kwa swala hili siwezi kukaa kimya hata siku moja mimi. Nadai haki yangu.